Mwenge wanapasa wa DT kwenye tamasha lao la laola heaven wanalita, ilikuwa nzuri sana. Niliona wengine mlikuwa mnafuatilia, mkatuma na salamu, wametuma salamu, wanawasalimia. Bwana asifiwe, amina. Natamani hiyo ayo yanayofanyika kubwa yafanyike na hapo, natamani kuyaona yakifanyika hapo. Na naendelea kuwatia moyo, kuweni na umoja. Bwana asifiwe, amina. Kuweni na umoja e, ukiwa na umoja excellent itafanya makubwa sana wenzenu kule wa Mwanza wanafanya makubwa, na yaani wameamua kufocus na chaplaincy. Bwana asifiwe, amen. Wameamua kufocus na PCM, na wale wenzenu wa wa Kibaha nao wameamua kufocus kwenye chaplaincy na PCM. Hata sisi tunafanya vizuri lakini nawaombea mfanye vizuri zaidi, amina. Na kule Mwanza wametuwakilisha vizuri kweli kweli. Kule Mwanza wangapi, mmesikia habari zao? E, kule Mwanza wametuwakilisha vizuri. Bwana kaka, hapo wanafanya vizuri sana <laughs> E, kule Mwanza yani wametisha, vijana wale wanasema, wanasema wevali wametisha, wametikisa jiji na imagine si unajua ndio tuko wengi sana hapa. Inaonyesha hapa tuko wengi sana. Lakini wale wachache wanatikisa, wametikisa mwanzo. Ezili mwa wapi? Kule bugu bu Bunda. E, Bunda, buta Bunda. Ibado. Kwa vitu vifanyike hapa zaidi. Bwana asifiwe. Amen. E, tunafanya lakini tunahitaji tufanye za? zaidi. Zaidi. Yaani tunafanya ila tunaendelea kufanya za. Lakini tunaweza bwana, tunadega we can do it, yaani tunaweza, sababu hapa ndio ndio main. Niseme ni kama main. Inaitwa Dar es Salaam lakini ndio main, ndio imeza hao wote sasa hivi, kweli, baba na mtoto anampitaga baba be, haiwezekani, si ndio? haiwezekani. Kwa hiyo tufanye vizuri zaidi, na tunafanya vizuri ila, tufanye vizuri za zaidi, na tuweze kuwa na umoja. Somo la leo linasema ya kwamba kimbilia kwa mwamba imara, bwana asifiwe. Amen. Najua wengi huwa mnasikiliza mna story mwamba, mwamba, huyu ni mwamba, huyu ni mwamba, huwa <laughs> e, mnasikiliza hizo stories. Imeambiwa Mwanza kule kuna miamba mingi sana. Eh? Sana. kuna miamba wakati wanatoka Mwanza ni, ni kama nimeshaipita tu si mara mbili <laughs> eh, Mwanza mahali ambapo kwa Wasukuma ndipo kanyaga ni bariani na ni bariani ni nimekaa kama wiki mbili tatu, eh nadhani elfu mbili na kumi na mbili tulienda kufanya effort ikiwa mwanafunzi kule sijaona miamba aka, kwa sababu sikuingia kwa undani, lakini Mwanza ndio naambiwa ina miamba mingi sana. E, na Wakristo baadhi wapo wengi ambao wanaamini, kwa mfano wa Catholic wanaamini e, kanisa lao ndio mwamba, si ndio? Eh, yani, Yesu amejenga mwamba kwa mtu, wamemtoa Yesu kwa mwamba, wamemweka mwanadamu, kwa nini? Kwa kwa mwamba wako wanaofanya hivyo. Sasa, ukweli ni kwamba kwa mujibu kwa wa maandiko matakatifu mwamba ni mmoja tu. Kuna vijana wengine mitaani huko ukipita wao wanajisifu mimi ni mwamba tena, wanajisifu kwa uovu, sio kwa wema, kwa uovu. Hata mimi nikiwa mdogo nilikuwa napenda <coughs> kujitanua danua weka kifua mbele enza ujana, ujana, nilikuwa napenda kujitanua naweka kifua mbele, nafanya nini, nikijionyesha kuwa na mimi nini, mama, ni mwamba kidume cha mtaa <laughs> hata kule shuleni kule Eh, hata wengine nimepitia huo huo uzoefu, yeah. O, siku moja nilijaribu kujifanya mwamba, nikapigwa nikapigwa <laughs> ngumi <mkumbi>. Katoka <laughs> malundu. Umwamba ulish uliishia hapo, ulishao. Nilipigana mara moja tu maisha, ni mwamba nilijaribu umwamba <laughs> <laughs> lakini nataka niwaambie mchana huwa leo yuko mwamba. Amina yuko mwamba, mwamba wa kweli, na huyo ndiyo nataka mchana wa leo siomu, nataka tukimbilie kwa huyo mwamba. Amina so, mweli jana nilijaribu ni kulifundisha kidogo tu kule kwenye hiyo nilikuwa huko, lakini nasema wacha niwabariki na vijana wangu amina, amina. Mimi ni mmoja watu ambao ninapenda kufuatilia habari sana, wakati wanapenda kufuatilia habari zinazoendelea duniani. Eh, nikiwa mwanafunzi, mwalimu wangu mmoja alikuwa anaitwa Nyarangi, bado yuko, alikuwa ananiambia, amenifundisha Hebrew na Greek, sikuwa anapenda sana, lakini nilikuwa najitahidi kuisoma ili nielewe. Mwishoni alinipa kitabu cha cha cha cha cha Kiunani nijifunze zaidi linguistics za tafsiri za Kiunani, alinipa zawadi. Alikuwa anasema kila unapoamka asubuhi, hata kabla ya kulala, jua dunia inaendeaje. Unaweza siku ukaamka ukaambiwa kama sasa hivi kule Marekani Los Angeles, kuna amri ya kuto kutoka kutoka nje. Wangapi wamesikia hivi? Eh, kuna amri ya kuto kutoka nje, maana kuna machafuko yametokea wiki hii, mambo ya uhamiaji, sera ya uhamiaji imeleta shida Marekani. Sasa mimi napenda kusoma BBC. Kuna wakati sijui ni kama ni mwaka huu au mwaka jana, lakini wiki hii hapo kati tena na BBC. Ngapi mnawafahamu chura? Vyura wanakoga sana wakati wa mvua pale e. Ninapoishi tunajua <laughs> mvua zikinyesha. Eh, huku e, kwetu mvua zikinyesha kuna maji mengi, kwa hiyo vyura lazima wawepo, na mahali penye chura mara nyingi kuna nyoka e. e. kuna nyoka. Nyoka wanapenda vyula, wanapenda wanapenda panya. Eh, nikiwa Msoero kuna nilichunga mtaa wa Msoero kule Morogoro, Kilosi, ibada ya dunia. Siku moja nili niliingiliwa na lijoka lile kweli, ilikuwa mchana, kumbe ilikuwa linafuata panya. Leo mjini kuna panya wengi, hata uwe msafi kiasi gani watakuja tu pale, wakiona mahindi. Nilikuwa na lima, lima, nilikuwa napenda kulima, mimi napenda kulima. Nikiwa mahali pana fursa ya kulima, huwa napenda kulima. Walipokuwa kule nilikuwa na lima, nadhani aliona vimahindi, mahindi, panya wakaanza kuingia. Nilivuna nikaweka ndani, wakaanza kuingia. Sasa niliona inasema shula ambaye mtego aliepuka mtengo waliu wa majoka <laughs> na nikachula kadogo naai na itakuwa hii, sijui aswa ni wapi, lakini nadhani ya Amerika labda ya kaskazini, ya, ya kusingu kama jamba nyoka wengi sana halafu kachula kadogo tu anza kukimbizwa na majoka, kimbiza kimbiza, kimbiza. <laughs> majoka kweli, sio sio mchezo. Akakimbia, nyoka mmoja akamwai, akaanza kumfiringisha hivi, si so, unajua nyoka hiyo ndio anatumia sehemu ya kwanza, akamfiringisha ili am, amzibiti, maana kama angekutupia mbate asingemuoa chura. Lakini yule, yule chura akajitahidi kwa njia zote, akatoka akakimbia. Alipoangalia hivi, akaiona miamba na nyoka hawezi kwea <laughs> si ni kweli jamani, nyoka anakimbilia wangu sana sana ni chini. Akasema hapa usalama wangu, hapa ni kukimbilia kwenye nini? Kwenye miamba a ta, Kimbia kwa kasi ya juu na yale manyoka, nyoka moja likamfuata kwa kasi ajua, naye nyoka akiwa na njia hatari, akakimbia akarusha na meno, akafungua na mdomo kabisa, nikaona akarusha akamkosa. Ile ndio ilikuwa ya mwisho, ikabidi chura aende zaidi juu kwenye mwamba. Yule nyoka akashuka huku chini ya gari, maana hawezi kujinani kwenye kwenye miamba kule, labda ajifiche, fiche, kwenye huko kwenye michanga michanga kidogo. Kisa hiki kina mafundisho kwetu. Bwana asifiwe. Amen. Alikimbia kwenye mwamba wa juu kabisa ule salama, maana angeendelea kukimbia huku chini, angefanya nini? Angekamata naigemmaliza Lakini aliamua kukimbia kwenye mwamba mwamba ulio salama kwake, na aliokoka. Katika dunia hii kuna manyoka mengi sana, yako chini kule, yako juu, yako kila mahali. Tangu dhambi iingie katika dunia hii, kuna manyoka Si mnakumbuka nyoka ndiyo alimwangusha Adam na Hawa. Nyoka. Kuna kuna kuna magonjwa. Kuna vita. Sasa hii vita inaendelea kati ya misi ya Irani na nani? Irani Iran na nani? Irani na nani? na Israeli.